So, Maraba, mami mbona <sighs> kama vile umezidiwa sana nini? Nimechoka, ukizingatia wiki ijayo kuna mitihani yaani, ndo nazidi kuchanganyikiwa hivi. nikuambie pole? Ah, ah, nikuambie hongera. Haya, nikuulize kitu, ni kweli uko serious na masomo? Yes, niko serious mami, nasoma unafanya kile ambacho unaambiwa? Yes, tunazingatia, istosha walimu wetu wako serious sana. Naongea hivyo kwa sababu za msingi. Unaniona kabisa, mi ndo mwangaikaji hapa, isijekawa kwamba mimi napoteza muda wangu kusaka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, so mwisho wa siku for nothing. Siwezi so, kuelewa na ku promise mami, nasoma sana, utaona tu maendeleo yangu. Sisi tunamaliza mwaka huu, utaona kwa mara nyingine tani ahidi na kuahidi, nasoma na nitasoma na nitaendelea nita kusoma sana, mpaka nitakutunza mamangu. Ninavyokupenda soma huju nikomboe. Kuhusu hilo siwezi kuangusha, na hivi ninavyokupenda huko peke yako, kwa hiyo siwezi kuangusha. Mamangu, kila kitu kiko tayari. Kajiandalia mpika nini? Ah, wewe usimtani. Kwa nini mme wangu anachokiona kula.